Unajua, watu wengi wanaona upande mzuri tu wa dunia hii ya tech, laptop nzuri, setup safi kabisa, video kali, lakini ukweli ni kwamba kuna upande mwingine ambao watu wengi sana hawazungumzii kabisa. Unajua, kuna siku unakuwa na kama saa mengi sana kuweza kutatua tatizo moja dogo sana. Kuna wakati unahisi akili imechoka sana, lakini bado lazima uweze kukaa kujifunza, na kutengeneza, na kuweza kufanya kila ambacho unakifanya. Watu wengi wamekuwa wakiona matokeo tu, lakini hawajui muda, stress, sacrifice ambazo zinahusiana na kuwa katika dunia hii ya tech. Wakati mwingine unajiona kama uko peke yako ukiwa na skrini yako, laptop yako, una code ama unatengeneza project fulani ambayo unaiona haiishi, kila nguvu ambayo unaiweka unaamka mapema unafanya projekti hiyo lakini bado unaona haikamiliki. Lakini nataka nikwambie hiyo ndio hali halisi ya kuweza kujenga kitu ambacho kitakuwa na maana. Pale ambapo kinakamilika kinakuwa ni kitu kikubwa sana chenye memory nyingi sana. Dunia tech inahitaji uvumilivu. Wakati mwingine kuna watu wanaona mafanikio haraka, lakini wakati mwingine kuna wale ambao mafanikio yao yanachelewa. Wewe unahitaji tu kuweza kukubali kukua kwako ni process, growth yako ni process. Kuna siku utaona kama hakuna mtu ambaye anakuelewa kuna siku utajikuta tu unatamani kuweza kuacha ku give up katika kile ambacho unakifanya, lakini nataka nikwambie na kukukumbusha hakuna mtu ambaye amefanikiwa bila kupitia hali kama hiyo ambayo wewe unapitia. Nataka kusema nini? Unapojikuta kuhisi kuchoka ama kushindwa, usiwaze kama kushindwa, hiyo ni sehemu tu ya safari na hiyo ni just ni pressure tu na struggle ambayo itakayokujenga na kukua kuwa katika kile ambacho unakifanya, kuwa imara. Wakati mwingine hauhitajiki kuweza kupumzika kwenye tech, lakini kuweza kukumbuka kwa nini ulianza kufanya hiki ambacho unakifanya. Tech life sio rahisi, lakini kama ndio ndoto yako, basi endelea kuweza kuishi nayo, jifunze kuwa nayo, na utaweza kufanikisha kile ambacho unakitamani kuweza kukifanikisha, maono yako kule ambapo unatamani kufika. Sina la ziada leo. Kikubwa ambacho nilikuwa nataka kusema ni kuweza kuwataka kufanya kile ambacho mnakiamini kwe na fanyeni Ipo siku utajishukuru wewe wa sasa ambaye haukuweza kukata tamaa huko mbeleni. Huko mbele utaweza kujipigia makofi na kuweza kusema kweli, nimetoka mbali, kama hautoweza kukata tamaa hivi sasa. Hakikisha hakuna yeyote ambaye anaweza kukatisha tamaa hivi sasa. Amini katika unachokifanya, amini katika kile ambacho unatamani kukikamilisha. Fanya kitu ambacho unapenda, fanya kile ambacho unatamani kukifanya. Anza, fanya, endelea kufanya, usikate tamaa. Ipo siku kitaweza kukuletea matokeo ambayo ulitamani kuyaona. So share video hii kwa yoyote yule ambaye unahisi ujumbe huu unaweza ukamsaidia. Pengine anafanya vitu ambavyo watu wengine wanaona kama anapoteza muda, ama yeye mwenyewe anajikuta kutamani kukata tamaa na kubadilisha kufanya kitu kingine kutokana na kutokuona matokeo katika kile ambacho anakifanya, ili awe motivated na kuendelea kufanya basi, na kupigania ndoto yake hadi kuweza kukamilisha. Tukutano katika mwingine, hakikisha una like video hii na kushare, repost na mimi na wewe tutakutana katika speech nyingine ambayo nimeamua kuweza basi ku motivate na kuongelea vitu mbalimbali ambavyo watu wamekuwa wakivikosa na hiyo inapelekea basi wao mara moja kuweza kuacha kuamini katika kile ambacho wanakifanya. Asante sana.